Bwana Yesu asifiwe, sana mwana wa Mungu. Karibu katika ibada yetu ya anza siku madhabauni na Bwana inayokujia kwako, nami mtumwa wa Kristo na mwalimu Joseph. Na leo hii ni siku maalum sana, ni siku ya ibada ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Wiki nzima hii ni wiki nyeti sana ni wiki la maana sana kwenye maisha yetu. Na Bwana ametupa neno lake, ametupa kibali ku kuingia katika wiki hii na kuweza kuzipokea baraka za Bwana na kuweza kupokea neema ya kipekee. Na tunaposema na ku jiweka wakfu kwa Bwana ni kutengwa, ni kutengwa kwa ajili ya Bwana, ni kutengwa na kuzimu, ni kutengwa na uharibifu, ni kutengwa na hila, ni kutengwa na, ma, na makorokoro yote ya, ya adui anayoiweka, aliyoipanga, aliyoikusudia kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, kwenye uchumi wako, yani ni kutengwa na uharibifu wote. Na leo hii tunaenda mbele za Bwana tukiomba kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa Bwana ili kwamba tumalize mwaka. Ni wiki la kumaliza mwaka na ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Na tunaliangalia neno la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya kumi na tisa, na nami nitasoma mstari wake wa wa saba. Neno la Mungu linasema, malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka, ule; maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku arobaini Mchana na usiku hata akafika Horebu mlima wa Mungu Amen. Bwana asifiwe sana siku hii ya leo. Roho Mtakatifu ameachilia neno la sisi kumaliza nalo mwaka. Roho Mtakatifu ameachilia neno la kipekee sana la wewe pamoja na mimi madhabahuni pake kulipokea na kuweza kumaliza mwaka kinabii. To cross over prophetically. Habari hizi ambapo tumesoma Wafalme wa kwanza kumi na tisa ni habari za nabii Elija Elia Eliya Elia, Elia ambaye na sura hii ya kumi na tisa ni wakati ambapo Yezebeli na Ahabu wako wanamtafuta Eliya ili kwamba wamue. Ni kipindi kigumu sana, ni nyakati nzito sana kwa nabii Eliya. Amekwisha kuwaua manabii wa Baali, na sasa na yeye anatafutwa na Yezebeli, ili kwamba aweze kuuawa. Na alichokifanya Eliya, alifunga safari yake ili kukimbia asiweze kuuawa, na ninataka ni ujuze jambo moja kwamba katikati ya taarifa za Yezebeli kwa Elia alimwambia kwamba leo hii ni lazima nikuwe na Elia. Elia alipatwa na pressure, stress aka akaanza kukimbia ile stress, ile, ile stress ile fear, woga fear. Alipatwa na uoga mtu wa Mungu. Katika kuvuka mwaka Roho Mtakatifu amezungumza nami kabisa kwamba kuna watu ambao wana woga mwingi sana ili kuvuka mwaka. Watu wengi wamekuwa na uoga mwingi sana wametishiwa vitu, wengine wameota ndoto chafu chafu, ndoto za kutisha zimeshika mioyo yao, mpaka umeshindwa kuwa na nguvu za maombi. Kuna ndoto ulizoziota mpaka zimeshika moyo wako, unashindwa una kusoma neno, unashindwa kuomba kwa sababu ya uo uoga ambao umesimama ndani yako, lakini siku hii na wiki hii Bwana anaenda kuzungumza na wewe. Bwana anasema ya kwamba kuondoa woga anaenda kuachilia wepesi ndani yako, anaenda kuachilia amani ambayo haijawahi tokea, unaenda kusikia amani, amani ndani ya moyo wako. Mimi sijajua ni nani ambaye am, ana uchungu ana uoga ana mambo mazito moyoni mwake, lakini ninachokijua ambacho Roho Mtakatifu anakiachilia kusema kwamba anaenda kuachilia amani kubwa sana ambayo haijawahitokea kwenye maisha yako, anaenda kuiachilia leo hii anaenda kuiachilia wiki hii kwamba amani inaenda kuhifadhi moyo wako, amani inaenda kukuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Eliya wakati anakimbia aliendelea kukimbia, alifika mahali akachoka, akatulia, akaanza kunungunika, akaanza kusema Bwana, angalia, angalia, nimebaki mwenyewe, manabii wengine wamefariki. Yupo mtu ambaye unanisikia dakika hii na misiba katika mwezi wa kumi na mbili umepatwa na misiba na miezi ya nyuma, watu wengi wamefariki kwenye familia yako na umekuwa na maswali ya hapa na pale. Mimi sijajua ni maswali gani lakini Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yangu kwamba umekuwa na maswali mengi sana, umekuwa na maswali mengi sana, na maswali hayo hayajakaa sawa mbele za Bwana. Maswali hayo yamekuwa maswali ya manunguniko sana, lakini siku ya leo Bwana anasema na wewe kwenye maisha ya kukupitia neno lake, ya kwamba maswali hayo yaondoe kwa sababu hau peke yako atakuagizia jeshi kubwa liwe pamoja na wewe, atakuagizia watu watakaosimama na wewe. Bwana atakuagizia watu watakaosimama na wewe. Bwana atakuagizia watu watakaosimama na wewe, na sio tu watu tu, bali watu sahihi ambao Mungu atawaachilia kwako ili wakasimame na wewe katika jina la Yesu. Mimi sijajua ni nani ambaye amepitia misiba sana katika mwaka huu, lakini Bwana anazungumuza na wewe ya kwamba poteza watu wa maana walio karibu na wewe, umepoteza wale uliowapenda sana, lakini Bwana anasema yeye anakupenda sana na atakuagizia watu watakaosimama na wewe. Ninachojua ambacho Mungu anachoweza kukifanya anapowatuma watu, au watu wanakuwa mfano wa malaika, au watu wanakuwa mfano wa malaika ambao mbingu zimetuma ili kwamba waweze kukusaidia na Eliya anakimbia anafika mali anasema nimebaki peke yangu, bora na mimi ni uawe tu, bora na mimi nife tu, nife tu, niondolee tu roho yangu tu, niondolee roho yangu. Lakini malaika akamtokea ghafla, akamwambia my friend, usiogope, usiogope, usi usiogope, maana naona hata umechoka, maana naona hata unafadhaika. Kuna watu mmepitia misiba, mmepitia changamoto sana katika miezi ya nyuma, katika siku za nyuma, umepitia changamoto nyingi sana mwaka huu mpaka umefadhaika mpaka umechoka mpaka umekata tamaa mpaka uchumi na mambo kwenye maisha yako yamerudi nyuma, lakini siku ya leo yupo malaika wa Bwana, nitakapoomba kwa ajili yako anaenda kusimama kwa ajili yako na naenda kukupa chakula, anaenda kuachilia chakula cha mbinguni, anaenda kukupa mana itakayokutia nguvu, anaenda kukupa mana itakayo renew ufahamu wako, itakayorejesha ufahamu wa kimungu ndani yako, anaenda kukupa mana itakayokupa nguvu mpya ya kiroho ya kusonga mbele. Umepatwa na vitu vizito, umepatwa na shida, umepatwa na misiba, umepatwa na changamoto mpaka umeshindwa kuendelea mbele, mpaka umeshindwa kusimama na Bwana. Lakini mana inaenda kushuka juu yako, mana inaenda kuachiliwa juu yako, na guduli la maji, gudulia la maji, Bwana naenda kuliachilia kwako. Unaenda kupokea nguvu mpya, maana mana, mana sio chakula cha mwanadamu. Mana sio chakula kinachotengenezwa duniani. Mana ni chakula kinachoshuka kutoka mbinguni. Mana ni chakula kinachotoka ndani ya kicheni ya Mungu. Mana ni chakula kinacho kinachoachiliwa na Mungu mwenyewe ili kwamba kiweze kukutia nguvu isio ya kawaida. Eliya alipokula ile mana, Biblia inaniambia kwamba malaika akamwambia endelea, endelea, maana safari yako bado ni kubwa mno. Safari bado ni ndefu, safari bado ni ndefu, mtu wa Mungu. All you need, ni lazima uchukue maana na gudulia la maji utumie, maana safari bado ni kubwa mno. Safari bado ni kubwa mno. You are not alone huko peke yako, safari bado ni, ni, ni ndefu, na hiyo mana inaenda kukusaidia uweze kufika mwisho wa safari, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Eliya, alipokula kile chakula na kukunywa maji kwenye lile gudulia la, la maji Pata nguvu isiyo ya kawaida. Alipata nguvu sio ya kawaida, akatembea tena siku 40, 40 days, kwa sababu amepokea jambo lisilo la kawaida. Nataka niombe Mungu kwa ajili yako kwa wiki hili la kumaliza mwaka, ili upokee mana na u ulione lile gudulia la maji, na uweze kutumia, ili malaika kushike mkono na uvuke mwaka na uso wa utukufu. Wiki hili ni wiki la kinabii sana. Wiki hili ni wiki la bisana katika jina la Yesu, naenda mbele za Bwana sasa. Baba Mtakatifu, Mungu mwaminifu, uliye juu ya vitu vyote, asante Mwokozi, Mungu usiyeshindwa na jambo lote, asante kwa wiki ambayo Bwana umeitengeneza, because this is the day that the Lord has made. Na ambayo tunaenda kufurahia na kushangilia. Bwana, imekupendeza ya kwamba mwanao huyo aweze kuona wiki hii, ni kwa sababu bado unao mpango kwenye maisha yake, bado nao mpango na, na yeye bado unao mpango kwenye kwenye hatima yake kwa jina la Yesu Kristo, Baba, mimi pamoja na mtoto wako huyo, mimi pamoja na watu wako, mimi pamoja na watoto wako, mimi pamoja na wana wako tunajiweka wakfu mbele zako kwenye madhabahu yako, tarehe ya leo na muda huu, ni katika jina la Yesu Kristo, kwenye hili wiki la mwisho la mwaka huu. E, Mungu, tunajiweka wakfu kwako kwa kwa, kama wewe Mungu ulivyoelekeza kwamba Mungu unaenda kuachilia amani ambayo haijawahi kutokea kwenye maisha

unaenda kuachilia amani ambayo dunia haiwezi kutoa kwa wale waliopitia misiba, wale waliopitia machungu, wale waliopitia discouragement, wale waliopitia mambo mazito yakawakatisha tamaa, yakawarudisha nyuma, yakajenga chumba cha huzuni ndani ya mioyo yao, siku hii ya leo natamka kwa jina la Yesu, na wasawa na wewe Roho Mtakatifu ulivyoelekeza, na wasawa na wewe Roho Mtakatifu ulivyozungumza, amani hiyo e Bwana, ikatawale mioyo ya watu wako sasa, ikatawale moyo Mtoto wako huyo, ikatawale moyo mwanao huyo, kwa jina la Yesu. Amani hiyo ikatawale, amani hiyo ikatawale ndani ya moyo wako, amani hiyo ikatawale kwenye ndoa, amani hiyo ikatawale kwenye maisha mtoto wako huyo, kwa jina la Yesu. Amani ambayo haijawahi tokea, kwa jina la Yesu, a heavenly peace. kwa jina la Yesu, amani ya mbinguni, amani ya mbinguni ikatulie ndani ya maisha mtu huyu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, tunajiweka wakfu kwa amani ya Mungu na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 ikaweze kuingia nguvu ya Mungu ikalete jambo jipya la mbinguni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Eh, Bwana neno lako linasema ya kwamba wakati Eliya alivyoandikiwa na Yezebeli, akampa akampa ujumbe akampa barua ya kwamba leo hii naenda kuuawa, wapo watu Bwana, majina yao yameandikwa kwenye mazabao ya kuzimu, yameandikwa kwenye viganja vya watu wa giza, ya kwamba Bwana yao yanaenda kuondolewa kabla ya mwaka hujaisha. Kwa jina la Yesu Kristo ninasimama kama nabii wa Bwana mahali palipoboboka. Kwa jina la Yesu Kristo natamka kwa mamlaka jina la Yesu, ha hakuna atakayeondolewa na waya hakuna atakayeondolewa na mpendo wake tena, katika jina la Yesu Kristo, mwanao huyu e Bwana, akapokee chakula cha mbinguni, akapokee mana ya mbinguni, akapokee mana ya kumtia nguvu na kumsogeza mbele, maana safari bado ni kubwa mno. Kwa jina la Yesu Kristo, natamka malaika wako e Bwana, akaende mbele ya watu wako, akaende mbele ya mtoto wako huyo, akaende mbele zetu e Bwana, ili tusije tukajikwaa mguu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni wiki la ushindi, ni wiki la kupokea mana, ni wiki la kunywea maji kupitia gudulia, kwa jina la Yesu aliye hai. Nguvu isiyo ya kawaida inaenda kumiminika na tunaenda kuvuka mwaka na uso wa utukufu katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa yaliyokusudiwa kwa mwisho, Bwana ninayakataa, kila magonjwa yaliyoandikiwa, kila ajali l Andikiwa. Kila aina yoyote ile ya mauti iliyoandikiwa mwishoni mwa mwaka, kwa maisha mwanao huyo, kwa maisha ya mtoto wako huyo, kwa jina la Yesu ninakataa, kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai, natangaza wai na uzima, natangaza wai na uzima. Kuanzia sasa neema ya Bwana ikapita, neema ya Bwana ikamhifadhi mwanao huyo, neema ya Bwana ikakuhifadhi wewe pamoja na familia yako nzima, kwa jina la Yesu Kristo. Watu wetu hapo salama, e Bwana, ndugu zetu hapo salama E Bwana, watoto wako, wako salama e Bwana, wana wako kwenye madhabahu haya wapo salama e Bwana, kila mahali walipo, walio South Africa, walio kwenye nchi za Africa, walio Kongo, walio kila mahali, walio Kuzambia, walio Burundi, walio, walio Kenya, walio kila mahali wapo salama, walio Tanzania wapo salama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni wiki la kupokea nguvu isiyo kawaida, ni wiki la kupokea amani isiyo kawaida, furaha isiyo kawaida Kati katika jina la Yesu, pale ambapo wanawako Bwana wameanguka katika huzuni mwaka mzima, na tamka amani na furaha, nihifadhi mioyo yao kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Walio Amerika wanapokea neema hii kwa jina la Yesu, walio Amerika kwenye state zote, walio Yoa, walio Cleveland, walio Missouri, walio Georgia, walio New York, walio kila mahali, walio Washington DC wapokee neema, walio Texas, kwa jina la yesu ali hai, neema yako ipi Neema yako ipita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, walio Uropa walio Ubelgiji walio Uswisi walio walio Ufaransa walio walio walio walio... Uingereza, kila kona yote ya, ya Uropa, walio Australia, walio Asia, kwa jina la Yesu. Na tamka neema yako e Bwana, tamka neema yako e Bwana, wana wako wakahifadhiwe, chini ya mwamba wako, chini ya amani yako, chini ya ulinzi wako, katika jina la Yesu, maana imeandikwa, nimeinua walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Kwa jina la Yesu, walinzi wakainuke juu ya kuta ya mtu huyu, wasinyamaze mchana wala usiku, katika jina

Asante roho wa Bwana. Ra, pa, dosha, pa. Asante Mungu mwenye nguvu maana unaenda kuachilia neema yako sio ya kawaida kwa ajili ya watu wako. Asante Bwana, asante Bwana kwa neema hii, asante Bwana kwa neema hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. tunafungua kila baraka zote za mbingu kwa watu wako he, Mungu zikawe alali zikadhirike zika, zika, zika kwenye maisha yetu. wiki nzima hii hakutakuwa na ajali kwa jina la Yesu Kristo, hakutakuwa nevu wa kiroho kwa jina la Yesu Kristo, hakutakuwa na kupoteza vitu, hakutakuwa na kupoteza fedha, hakutakuwa na kupoteza biashara, hakutakuwa na kupoteza watu, hakutakuwa na kupoteza jambo lolote, bali tunaenda kupokea, bali tunaenda kupokea katika jina la Yesu Kristo. Unaenda kuwainua watu watakaosimama kwa ajili ya mtoto wako huyu aliyepoteza wapendwa wake mwaka mzima, miezi hii, siku za nyuma, unaenda kumuinulia watu, unaenda kumuinulia malaika zako Wawe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Utabarikiwa tutokapo, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa mashamba yako, utabarikiwa kazi yako ya mikono, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ikawe wiki yenye amani, ikawe wiki ya, ku, ya, ya kuponywa na Bwana, ya kufunguliwa, ikawe wiki ya kumwona Mungu, ikawe wiki ya kusimama, ikawe wiki ya kuongezeka na kutawala katika jina la Yesu. Ikawe wiki yenye nguvu mpya kwa jina la Yesu, maono mapya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. chochote utakachokigusa kika stawi na kufanyikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana wa mabwana, na hata sasa tunarudisha utukufu na shukrani kwako, maana wewe ni mwema na mwaminifu vizazi na vizazi, katika jina la Yesu Kristo. Asante Elohimu, hata sasa ninakuinulia nakuinulia shukurani kwa jina la Yesu. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Kwa namba hizi unaweza kuwasiliana nasi ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, ikiwa unahitaji kuokoka, unataka kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, utaki kumaliza mwaka bila kumpokea Yesu Kristo. Yes, wakati sahihi ndio huu. Wasiliana nasi kwa namba hizo. Na yupo mwingine ambaye unasema inahitaji maombezi, hali yangu ni mbaya, wasiliana nasi kwa namba hizo. Upo mwingine umeokoka, lakini mm, maisha yako hayaeleweki, uelewi kinachoendelea, ufahamu ni ufanye nini, uenee, wasiliana nasi, wasiliana nasi, wasiliana nasi mtu wa Mungu kwa upendo sana, wasiliana nasi. Huduma hii ya maarifa na maombi Roho Mtakatifu ameiachilia kwetu kwa sababu anatupenda kwa njia hii ya mtandao popote pale ulipo duniani, wasiliana nasi wasili wasiliana nasi na yupo mwingine ambaye unasema mtumishi, nataka kusimama na wewe kwa huduma hii i, niwe partner wa huduma hii. Wasiliana nasi mtu wa Mungu ili kwamba uweze kufanya kazi ya Bwana, injili kuufikia dunia pamoja na sisi. Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye ni mshirika kwenye huduma hii ya maarifa na maombi, unaweza ukaachilia sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana ili Ki, za mwaka kinabii kwa namba zetu za mawasiliano ambazo ni alama ya kujumuisha mbili, saba, saba, nane, sita, mbili, nne, tatu, saba, moja, nane. Wasiliana nasi kwa namba hizo kwa kuachilia sadaka zako za kujiweka wakfu kwa, kwa Bwana ili kumaliza mwaka kinabii. Mungu akubariki sana, watumie watu wako, ndugu zako, marafiki zako. Hii ibada ni muhimu sana sana sana. Yesu akutunze, ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri. Shalom.